Kwenye mapato yao ya ndani, kwamba tufanikishe hiki tuibue hiki. Kuna mahali huko wananchi walijitoa walioibua miradi mingi, tukaja hapa tukazungumza kwamba nguvu za wananchi zisielee hewani. Hebu tengeni sehemu ya pesa zenu za mapato ya ndani, mfanye mefanya. Tuna wananchi ambao leo wanaendesha maisha kwa sababu ya asilimia kumi wala, ambao wameitumia vizuri, maisha yanaenda; kula ambako ameitumia vibaya, imekuwa ni changamoto lakini bado tunaweza, tunaweka msingi mzuri ili makundi haya ya vijana na kinamama na watu wenye ulemavu waweze kunufaika na asilimia kumi ya mapato ya ndani, kwa sababu haya ni makundi ambayo hakopesheki bei hata yule mtu amikopomiza hawezi kumkopesha mama na baba, wa makundi haya ni halmashauri. Na ndio maana Mheshimiwa Rais akaelekeza tufanye maboresho ya, ya ukopeshaji wa hizo pesa. Jambo kubwa ni wale wanaokopeshwa sasa warudishe na lazima kamati kwenye halmashauri ijipange vizuri kuhakikisha kwamba mikopo yote inafanyiwa marejesho ili mtu mwingine kukopa anayetaka kukopa kwenye zile sifa za makundi matatu aweze kukopeshwa. Kwa hiyo ni mambo ambayo ya msingi. Na pale ambapo watu wametumia fursa zile 10% vizuri wameendesha maisha na nimerudia kuambia watu wa Njombe, achaneni na mikopo umiza halmashauri. Pesa zile zipo, watu waombe, na tuendeni tukawaambie kwenye maeneo ya kata, vijana, kina mama na watu wenye ulemavu kwamba tumeboresha utoaji wa asilimia kumi za mapato ya ndani. Utaratibu wa kuziomba na kuzipata umeboreshwa, vijana waombe, wajue kwamba hizi hela zipo, na haya pia akayasemeeni. Lakini Mheshimiwa madi, madiwani, kule kwenye kata yako, kama kuna vikundi vimepata hizo pesa, vitambue a kwamba hawa hapa ni wanufaika wa udiwani wangu miaka mitano tuliyotenga imesababisha kikundi kisimami cha kina mama cha vijana. Usiposema wewe, kama kuna mtu aliombwa hela kwenye simu akachangia kuyafanyia kazi. Hoja zimekuwepo nyingi, lakini mmekuwa na, na hoja ngapi? ishirini na nne. Zimebaki ngapi? zimebaki kumi na tatu, na ambazo zina majibu na zina maelezo, na CAG atakuja hapa ata highlight zile hoja ambazo za msingi. Za kuweka msisitizo kikubwa ni kwamba hoja zimalizike na zifungwe, lakini pia tuepuke mazingira ya hoja zingine kujirudia. Nimeongea na katibu tawala na CAG tukiwa Wanging'ombe, tuweke utaratibu wa kujenga uwezo wa idara ya ukaguzi wa ndani, na kwenye hayo mafunzo ya kujenga uwezo tuone ni kada zipi ziongezwe, ili baadhi ya mambo sasa tuanze kuyadhibiti yasijitokeze au kwa marudio. Nilikuwa kule Wanging'ombe, baadhi ya hoja ilikuwa ni michango ya PSSF kutolipwa kwa wakati. Sasa kama PSSF ilipi kwa wakati maanake ni kwamba ni watumishi kesho aenda kustafu hela haipo. Sasa unawezaje kuwa mtumishi ambao unachezea tawi la mtu uliokalia uliokaia? Tukasema kuna baadhi mitu, lakini zingine, kondoka, ya vitu tuondoke navyo, lakini zipo hoja zingine ni za halimashauri inadaiwa hela ndogo, ni vitu vya kuondokana navyo ili kuweka hali ya halimashauri. Tumezungumza mengi wa ngombe, na hapa naamini kwamba mtazipitia na mtaona kwamba ni mambo yake ambayo katika tawala akiwa hapa yamalizike kabisa na yafungiwe ukurasa wake, na tunapokuja kwanza mwaka mpya wa fedha yale mambo yasijirudie. Ah, ya kwa halmashauri ya Njombe, ni lazima niwakumbushe kwamba ninyi ni halmashauri ya mji, ni makao makuu ya mkoa, mnabeba taswira ya mkoa wetu. Kwa lazima diwani wa Njombe ajue pia na hadhi yake na ndio maana hapa tunapambana kuwa na manispaa ili kesho tuwe na lord mayor. Nyie mnakuwa ni madiwani wa makao makuu ya mkoa, madiwani wa manispaa in future. Kwa lazima mtazamo wetu uwe ni mpana, na moja ya maeneo ambayo tungehitaji sasa tuangazie na mkurugenzi ni pamoja na kutafuta maeneo na kuyapima, halmashauri ya mji imiliki ardhi, ili hawa wa wawekezaji wa, wa wanaomiminika kuja kwenye mkoa tuwe na uwezekano wa kuambia jamani, halmashauri ya mji wana maeneo, mnaweza mkajenga viwanda. Sasa maeneo yale ni vizuri halmashauri ione namna kufidia maeneo, hata kama mnaeka zenu mia tatu mia nne kwa sababu wawekezaji wanakuja wengi. Tuna mradi wa Liganga na Mchuchuma ambao kwenye pakeji ya ule mradi itajengwa reli ya kutoka Rudewa kwenda Makambako, itaikuta Njombe mji iko kwenye hali hipi, na jambo hili nalizungumza. Moja ya wilaya tajiri zinazokuja Tanzania ni wilaya ya Ludewa. Nimezungumza kila mahali. Ninyi mko hapa, nenda Ludewa, nunua site, pima pima upate title, fungia sahau. Ludewa ni moja ya wilaya ambayo itakuja kuwa wilaya tajiri sana kwa Tanzania, kwa sababu dhamira Mheshimiwa Rais kwenye utekelezaji wa miradi ya Mchuchuma na Liganga ni kubwa. Bahati nzuri alizungumza akiwa hapa mwezi wa nane mwaka 2022. Ludewa tumesaini mkataba wa milioni sabini dola no. kwa ajili ya kiwanda cha Maganga Matitu. Ludewa wana wanamradi ambao ni, ni wastani wa trilioni saba mradi wa Liganga na Mchuchuma. Ukienda kwenye ilani ya uchaguzi, miradi ya Ludewa Liganga na Mchuchuma imetajwa kwenye ilani kutekelezwa. Maganga Matitu imetajwa kwenye ilani kutekelezwa. Katawaka imetajwa kwenye ilani kutekelezwa. Sasa kama kwenye ile package wakajenga le lazima maangalie position kwa sababu yote hivi itapita kwenye maeneo yetu. Tumejiposition kujua, hata kesho, kujua halmashauri, thelathini, lakini halmashauri ili hata kesho atakapoanza feasibility tujue kwamba ile inapita hapa mtazamo wa halmashauri miaka 30 ijayo. Lakini halmashauri haizuiliki kumiliki maeneo kwenye sehemu nyingine mimi nilikuwa mkuu wa wilaya ya mvomero mwaka elfu mbili na kumi na mbili mpaka kumi na tano marehemu askofu Maruma alikuwa askofu wa jimbo katoliki la njombe alikuja Morogoro kwa wakati yale mashamba, ambayo jimbo katoliki la njombe wanayatafuta mvomero mimi nilikuwa mkuu wa wilaya. Na hata siku nakuja kulipoti hapa niliwaambia kwamba nikiwa mkuu wa wilaya ya mvomero jimbo katoliki la njombe walinunua maeneo ya mashamba makubwa sana mome. Na ndiyo maana mimi nilipokuja kuwa mkuu wa mkoa wa simii, tulipojenga kiwanda cha chaki cha Maswa, halmashauri ya Maswa ilinunua vitalu vya gypsum Singida. Kwa hata mimi kama halmashauri, msione shida kununua ardhi mahali kwa faida ya uwekezaji wa keshi halmashauri yenu. Kwa hayo tunazungumza kwenye upana kwa sababu kwa miaka mitatu hapa nimewaambia, mimi sio muumini watu kujadili ushuru wa choo, sio ushuru wa vitu gani. Atuachane leo vitu. Lakini hapa mjini kuna fursa, mkitenga maeneo baada ya watu kuanza kugombana kuhusu lumbesa ya viazi na viazi kuharibika, tuanze kufikia mawazo mapana. Hivi kutoza gunia shilingi elfu moja kwenye geti, ushuru wa gunia la viazi, na kutafuta eneo likajengwa tukakaribisha watu wajenge hifadhi ya viazi storage facility. Wana kama unavyoona tuna ghala, watu waje kuhifadhia mahindi. Mnajenga facility kubwa ya kuhifadhi viazi, maana ni kwamba viazi vya Makete vitakuja hapa vya Rudewa vitakuja hapa vya Njombe DC vitakuja hapa, na halimashauri itapata pesa nyingi kuliko hizi ambazo tunahangaika elfu moja moja kwenye viazi vya watu ambao wakati mwingine wanaangaika na maroli yamezoea kwenye mageti huko, viazi vinaoza, wanapata hasara, wanatukana na kulaani halmashauri, mambo ambayo lazima tuangalie kwenye upana. Tuangalie vitu kwenye upana mkubwa zaidi, na matarajio yangu ni kwamba, waheshimiwa madiwani, mtakaporudi na naamini Mungu atawasaidia mfanye vizuri kwenye uchaguzi, mkiuni kasi tunakuja kuiunda, niende kwenye mtazamo huo huko duniani, huko tunakwenda. Magomvi kwenye fanya kazi, kwenye maendeleo ya wananchi, hata kuwepo watu wanajadili maendeleo, sio mambo ya personality. Kwa hiyo hilo la, la tatu. Lakini idara kwa maana ya CMT wakuwa idara, tuanze kwenye position. Nimeongea na RAS idara mipango, watu wa uchumi na idara zingine tupitie ilani ya uchaguzi mpya iliyozinduliwa ishirini na tano thelathini tuangalie maeneo yanayotuhusu sisi Njombe mji. Madiwani wanapokuja kutengeneza baraza la madiwani mwezi Novemba, Disemba, sasa halimashauri tunapitishana sisi kwenye ilani ya uchaguzi mambo yanayofanana Njombe mji ni moja mbili tatu. Tunapoanza maandalizi ya bajeti ya ishirini na sita ishirini na saba tunabeba mtazamo wa Iran, na moja ya maeneo ni ujenzi wa viwanda vidogo vidogo kwenye maeneo ya uzalishaji hani, mambo ya kuangalia. Miaka mitano iliyopita, parachichi tulikuwa tunasikia tu kama inaweza kama mafuta. Leo unapoondoka kwenye baraza la mji, unapoondoka kwenye udiwani hapa, kishukutwa tuna kiwanda cha kusaga parachichi kwa mafuta hapo Afrika. Hapa juu kulikuwa na eneo mlilitoa huko nyuma, mkawapa watu wa TAHA tumepata mwekezaji wa Vodemia anajenga kiwanda cha crush parachichi kwa mafuta. Kuna mtu mwingine anajenga kiwanda upande wa cha Ng'ombe cha crush parachichi kwa mafuta. Maanangu ni nini? tunaweza kufika mahali ambapo tunaweza tukatoa mashine ndogondogo badala za maparachichi kutoka huko yameweza kutoweka huko wanasaga huko.